Na ndo naingia kama bibi harusi. A, njoo hapa, uje uniambie nini kilichotokea, maana mimi kuondoka wiki tu hata mwezi sijamaliza, tayari nimeshaanza yako. Usogea, unarudi nyuma kitu gani? mbona ulikopona we, mwezi ulipo kurudi nyuma

and as long as nilikukataa baba, nitapeleka mwenyewe, alafu utajuana mm. huko kweli hivo, namjuaau oh. namsikia tu lei lei, oya michizi michana ikiwa mwezako ndo hivo yan, ungekwepo pale ngemwonea huruma, amekata kabisa alivyo mpole ule dadi, anamwambia tinisaidie ni, anamwomba yani, amemwomba lecture, ni majukumu yako na nikuombe Sikuombi na hiyo kazi, utapeleka unataka utaki, aidha tukutane kwa lecture. Mm. E. Mm. Mm. Yani. Umesema, ame, kwa atukutane, naambia hivi, kwanza subiri, umesema hajampelekea, kwa nini amekata? Amechelewesha kazi, yani hizo akili zake hizo, yeah. anakuwa kama mkaka fulani hivi, ndio ana anatabia hizo. Tuishie hapo, sitaki kugombanisha eh. Dm si yeah, kwanza nimekumbuka sasa mm -hmm. Ray, juzi tulikuwa tuko na sinza kule Ligibo, nini Ligibo. Hey. Tulikuwa tu tunatembea, sasa tukawa tuna njaa, tunawahi kuja hosteli mm -hmm. Tukakutana na mdada mmoja, ba mdada anaitwa Nurati wa nje huku, mi simjui sana. Unajua kilichotokea? Kampa mimba an yani, nakwambia, bale ani alikusanyiwa nzi, mi nilifaa kukimbia, nkaambia bro, naumwa naumwa naumwa naumwa, nimekimbia, niogopa nini, mwaka wake yani na yani yani yani nilifaa kukimbia, na bado wewe A, mimi tena nini? Eh, hey, unajui kama ukitembea na mwizi unakuwa mwizi. Nasubiri <laughs> taarifa zako. Sa unajua rei. Mimi hey. nakuelewa bana. Umeanza? Sasa nimeanza nini? Kuna mda nakua wage wage. Ila nakupenda <laughs> wewe, tuheshimiane. Sa tuheshimiane yani ukanichukia chuoni hapo, kwa ukiniona hivi unapita huko. Mtu ambaye unakula kwa baba yako, mwanafunzi, mwanafunzi wanachuo. Kwa hiyo tukitoka hapa hostel, likizo, naenda kwa wazazi. Haya, ndo tufanye, tumefunga ni kwamba tuondoke, utanipeleka kwa wazazi wako ajan awanae unanijua, chizi nimechanganyikiwa tena. Ukome, nyanyuka usiniharibie, si wewe? Umona watu wanasoma, sitaki kupiga makelele, wataja hapa sasa hivi. Unanijua dakika zero, unanijua dakika osia. O, nakujazianzi nyanyuka, uende, nyanyuka uende kwa lazima, ukae unaongea na mimi Sichoshane jamani, nia jamani, eti nakupenda. Yaani mi ndeti na mwanafunzi, una vituko. Mtu ambaye hujua hata kujitafutia hela, anampenda hebu. <laughs> Shindwa bwanaye, sinichoshe. Hebu ni mvovangu mtandaoni, mi tusichoshane akili. Yani wanaume wana bwana, tinakupenda hivi, ananijua. Mambo, uko sawa? Nakuja. Unanipigia simu wakati nakuona kabisa unatokea hapo. Mana, unajua huku nimekuja tangia asubuhi chumbani koko sija kukuta nimeshika basi Nimekuja asubuhi nimegonga mlango asubuhi. Leo sikuwepo. Unajua jana nilipotoka kufanya performance niko nimechoka sana, nikienda kwa ni mshikaji ni mm. nani uh, nani, uh, mwita nani Big, naenda kulala kwa Big Dani. Mm. Mm. kwa asubuhi uh, asubu na wapi. Leo. So, performance. Kule ya muda na wafuatilia, sijui hata baada performance, kwani sijui ulikuja performance. No, kwenye kwa sababu ni nimechoka, nikaondoka nika, nikaenda zangu na na Big, maana Big ndio tulikuwa naye sana muda huo, nikaondoka nikaenda zangu.

hakwambia sikuwepo. Na Lei sijui kama alikuja ajaji, sijamuona, sijakutana na Lei mekaribia wiki nzima, afu unaniambia habari za Lei. E, kama vipi? Kama una ishu za kuongea, kama una mambo ya kuongea, bora ujichanganye au uishie, maana sasa tunaanza kuleteana habari za Lei? A, habari za kwako? habari zaeeid? Mimi nishakwambia, y kwa kifupi, sina mawasiliano na Lei. Yaani mimi nitembe na Jase nitembe na Lei nitembe na wewe, mimi nimekuwa nani? Hata kama malaya basi malaya mchafu kinyama, mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo. Eh hey, maana na, kitu kingine naona uh, sasa huko tunakoelekea kwa vipi tupumzishane tu. Eh hey, maana sio ujiachie tu tupumzishane, yani kwa vipi kama mwezi au miezi miwili mitatu, pia mtaendelea na mambo yake. Hey, eh we, wewe na na mishe zako na mimi na mishe zangu tu sisi sumbara sumbara. Ni kwa sana mapenzi tunafuatana hata tu. Yaani kama mbwa sio na mfugaji au kama sio nisemeni kitu.

pi vyombo gani? Vyombo vyenye viwili tu. Vilikuwa vingi? Hakuna cha vingi. Hebu kaa hapo. Hebu niambie, kuna mabadiliko nimeona kwanza, nimepiga hapa, yaani wewe na dada yako, kuna mabadiliko nimeona naomba tu kuniambie yaani niambie ukweli kabisa, usinifiche hata kitu kimoja, kwa sababu unajua, naomba uniambie ukweli. Nimekwambia niambie ukweli, usinitumbulie macho yako, niambie ukweli. Unajua yule ni dada yako na nyinyi wote ni wa kike na mnalala chumba kimoja, kwa hiyo usione chochote kile, dalili yoyote usione, sijui chochote, yaani dalili yoyote hujaiona? Nimekwambia niambie kabla sijakasirika. Unanijua, nadhani unanijua nikikasirika Niambie ukweli, si nimekwambia? Hebu niambie, niambie, nimekwambia ni sijakupiga. Ni si ni si si si, kwa nini usijue wewe? Unajua, unajua watoto nawasomesha kwa shida, maisha yangu mnanijua, yaani maisha yangu mnanijua, jinsi kakaangu anavyopambana na mimi ninavyopambana kwa ajili yenu, maisha yangu mnanijua, na ndio maana alisema tutakika wasomeshwa sasa mnaona hicho kitu mnachofanya? Nimekwambia niambie, una unakijua. Niambie mara moja unakijua. Unakijua kwa nini usijue? Nimekwambia unajua. Mimi sijui. Nimekwambia je, unajua? Mimi sijui. Una ni mi si unajua nimekwambia. Sijui. E. E. Hebu niambie. Sasa subiri. Ah, niambie. Ma, subiri mama. Niambie. <coughs> ni niambie. Kwa nini si usijue? Watu wana kitu kimoja usijue. Wewe, wewe, wewe. Ah, niambie. Mama, mimi sijui. Niambie kinachojiri. Si, ni mi si, mi si... unajua unajua hapo sasa hivi. Ah, niambie. Kwe, sema kweli kwe, wewe wewe kwe, kwe. Sipendi mm, sipendi unizungushe, sipendi unizungushe na unajua nimekwambia, sipendi unizungushe, nitakuzibua. Niambie kweli, unajua jinsi ninavyoteseka. Najua mjomba yule anapopambana huko, sijui kazi gani anayofanya mpaka ananipa nini ada kwa, kwa ni, ajili ya kuwasomesha nyinyi. Alafu leo wewe nyinyi mnataka kufanya mambo ya ajabu ajabu. Sipendi. Nimekwambia, unajua, naomba uniambie. Unaniambia, uniambie. Mm. Niambie.

Nini kilichojiri? Umeniambia unajua, nimekwambia. Ae, sasa si hicho nilichokwenda kitaka nini, kwa sababu nimeona dalili. Mimi, mimi mtu mzima ninajua watoto watakuletea balaa. Mnajua maisha yangu, tia maji, tia maji mpaka leo. Nyinyi mnasoma sio kwa nguvu zangu, ni mjomba wenu. Muende mkasome ni huyu Mungu tunayemtegemea na mjomba wenu anapopambana huko. Mmenielewa? Ndiyo. Haya ilikuwaje? Nani nani huyo mtu aliyompa mimba? Ana hela? Yes. Kama ana hela tumwache endelee na huo mzigo, au tunze na ajue kumsomesha. Sio tu awali mtu anasoma alafu yeye amekuja amedampu jampu akaenda akamtoa mtu watu mimba. Nisikilize. Dadako saa ngapi anarudi kutoka chuo? Saa 2. Saa 2? Mm. Hiyo saa 2 sitalala hata saa 4 usiku. Nitakaa hapa nitamsubiria. Ni nimsikilize na niambie huyo mjinga mwenzake ana aliyemsababisha kufanya hilo jambo. Umejisikia? Watoto, msinichanganye kichwa. Hapa nilipo mwenye sijielewi. Sijielewi na mjomba yenu leo hii akija akisikia hiyo. Ni nini kitakachojili? Mtajisomesha? Mhm. Mm mnaweza kujisomesha? Wewe baba yenu yuko mpaka na leo hii. Yuko wapi? Tuseme hivi. Sio nisiseme hivyo yuko wapi umemwona? Mm alikupa shilingi ngapi? Sasa kama a

sikuona asubuhi natoka vile. Nikapishana na yeye pia hapo chini mlangoni. Sasa ama namiza tena alikuwa anaenda, anakuja kwako

Amenambia mbona sielewi dadako fine. Yule mtu mzima amefoka ameongea mimi anataka kunitishia na kisu. Da Yesu tanisamee. Nimemwaga yote. Ha, anataka kunitoa mimi uwai wangu ana hasira bala. Na asija katukuta tu hapa. Maana hapa nilikuwa nimemkimbia huko ndani. Sasa imekuja. Yaani huko ame... ndani hakukaliki. Imekwaje mama amejua kwamba nina mimba akabata sijamwambia na ndio kitu acha kisu. Aswa kitu anileta mimi hapa.

Hata mwongozi, majirani, watoto wenyewe ndo ndonaingia kama bibi harusi. Anjo hapa uje uniambie nini kilichotokea. Maana mimi kuondoka wiki tu, hata mwezi sijamaliza tayari nimeshaanza yako. Usogea. Unarudi nyuma kitu gani? Mbona ulikopona mwezi ulikopokurudi nyuma